Ndana tuchukue, tufunze, twataka kusoma kwa somo lako, kwa somo lako. Tuchukue, tufunde, twataka kusoma kwa somo lako, kwa somo lako. Wewe ukiwa kama mwalimu, tuna imani tutahitimu kwa viwango vya juu. Ndana twakupenda, kupenda tujue kuandika tuandike nosi zako, tujue kuhesabu tuhesabu ei zako, tujue kuongea tueneze somo lako kwa watu wote. Ndana tuchukue tufunze, twataka kusoma kwa kwa somo lako, kwa somo lako.